Kitengo cha watoto. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba wakazi wa kaunti ya Samburu wanalalamikia kukwama kwa ujenzi wa ofisi za ardhi katika eneo hilo kwa zaidi ya miaka minne, hali ambayo imezidi kuwaponza wakilazimika kusafiri mwendo mrefu hadi mjini Nyahururu katika kaunti jirani ya Laikipia kusaka huduma hizo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi. <coughs> Hili ni jumba la ardhi lilonuiwa kutoa huduma za ardhi kwa wakazi wa kaunti ya Samburu, japo ujenzi wake umekwama kwa zaidi ya miaka minne tangu kuanzishwa na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta. Hatua hiyo ikiwa chanzo cha matatizo ya ardhi kutotatuliwa kaunti hii. Sisi wa Samburu, mambo ya lands tunaangaika tunaangaika na tunaenda as far as Nyaururu huko ndio mambo yako ya Lance, it's a solution na Nyaururu ni mbali sana. This building pia imechukua pesa mingi sana ya tax payers, lakini imesimama for the last four or five years. Sisi kama Wasamburu tunaangaika kupata uh, stakabadhi na vitu vya ardhi, kwa sababu ukiangalia mtu anatoka Baragoi anaenda mpaka Nyaururu ili apate title deed na ilihali ofisi iko hapa hivi na ilikuwa na goodwill ya kumalizia. So tungeomba serikali imalizie. Ninaomba hii ofisi imekaa miaka tano bila kutengelezwa kutoka wakati wa uhuru mpaka saa hizi, tunahangaika kwenda kutafuta title deed Nyahururu. Sa so, tunaomba usaidizi a serikali watutengelezee hii ofisi. Wakazi wanaofia kuwa huenda mvua inayoonyesha ikaporomosha jumba hilo. Ningeomba serikali kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ikiendelea kukaa zaidi inaweza taporomoka, sababu ni nyumba ilikuwa imefika 70% iishe na sasa imebaki hivyo, na mvua inanyesha. Hata unaona enyewe mpaka hata roofing ilikuwa imefanywa miti hiyo mbao zote zimeshakaa. E, tunapokuwa hapa Samburu kuna miradi ya national government wamefanya na tunaona zingine zimekwama, si sasa se. Tungeuliza serikali ya kwamba e, mnapoanza mradi ni vyema mumalize, maana ni pesa ya wananchi. Mnapofanya ikiishi ikifika pali inakwama, kumaanisha pesa ya wananchi inakwama juu, maanake imalizike au wapate huduma bora kwa urahisi, tunahitaji services sana sana sisi wa Samburu ya hii lakini, hii ofisi lakini imesimama for the last 4 or 5 years. Tafadhali tunaomba hii building imalizike haraka iwezekanavyo, we cannot afford to have white elephant projects kama hii ni it's embarrassing. Hata hivyo kamishna wa Samburu wa mwondolea hofu wa kazi akisema kuwa serikali inaangazia swala hilo. Hali hii inaibua maswala chungu zima kuhusu uwajibikaji wakati ambapo fedha za mlipa kodi zinatumika kugharamia miradi kama hii ambayo ingepaswa kumfaidi mlipa kodi, japo inasalia saalia kukwama na kujikokota kwa miaka na mikaka. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, gatuzi la Samburu.